lilitimiza miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Katika kipindi hiki tumewekeza sana katika kuliimarisha kwa vifaa, zana za kisasa na mafunzo. <clears throat> weledi na nidhamu ya wanajeshi wetu ni ya hali ya juu na ya kupigiwa mfano. Tumeboresha maslahi na makazi ya wanajeshi kwa kujenga nyumba mpya elfu sita na sitini na nne za kuishi askari. Uwezeshaji huo umechangia uweze kulifanya jeshi letu kushiriki ipasavyo katika shughuli mbalimbali za kitaifa na kimataifa, ikiwemo ulinzi wa rasilimali, ulinzi wa miradi mikubwa ya kimkakati na operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa, hasa nchini demokrasia Uh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Lebanon, Sudan au Sudan Kusini na eneo la Abei. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Jeshi la Kujenga Taifa, tumepanua miundombinu na kuongeza idadi ya vijana wanaojiunga na jeshi kutoka laki moja na sitini, mia nne ishirini na saba mwaka saba mwaka ishirini ishirini hadi laki moja na tisini, na hamsini na tisa mwaka ishirini ishirini na tano